Unaweza kusema kuwa ni ndoto iliyogeuka kuwa kweli baada ya jitihada zilizofanywa na Mzee Steven Lameck kuzaa matunda, na licha ya kuwa na umri wa miaka 71, lakini ya kukata tamaa na kamwe hakutaka neno hilo likae kichwani mwake. Mzee huyu ambaye kwa lugha nyingine unaweza kusema amekula chumvi nyingi, alimaliza darasa la saba tangu mwaka 1969 na baada ya hapo alishindwa kuendelea na kidato cha kwanza kutokana na ugumu wa maisha. Unaweza ukajiuliza maswali mengi kuhusu mzee Steven Lameck, lakini kubwa ni kipi kilichomvutia tena kurudi shuleni akiwa na umri wa miaka sabini na moja? Niliona nina mapungufu katika elimu yangu katika mambo mengi, kwa ukulima, kwa ufugaji, hata kwenye mikutano mingi nilikuwa nahudhuria, lakini mambo mengi nilikuwa siyaelewi, ikabidi nisome kusoma ni kubusti ubongo uweze kufanya kazi. siku hii mzee Steven Lameck anajikuta katika chumba cha mitihani ya kidato cha nne, anapanga mstari tayari kuingia darasani ili kumaliza mitihani yake ya mwisho ya mafunzo kwa vitendo kwa somo la biolojia. niliposhinda mtihani wa kumaliza kwa mtu wana kijiji wakanipa nafasi kuwa mzee maarufu, na leo hii nimemaliza kidato cha nne basi, najisikia kama mimi sasa ni msomi. Nimempokea mzee Steven Lameck mwaka jana, mwaka elfu mbili na ishirini na nne akielezea nia yake ya kutaka kusajiliwa kama mtainiwa wa kujitegemea kufanya mtihani wa kidato cha pili. Basi niliulizana naye maswali kadhaa na nikaona nia ya dhati ya kufanya mtihani. Mzee Steven alipofika hapa shuleni, alijichanganya na wanafunzi wa kidato cha nne, ikiwa pamoja na kushirikiana katika masomo kabla ya mitihani. nimeamua kukaa mazingira ya shule na wanafunzi, wanafunzi walinizoea. baada ya kunizoea uh, walikuwa wakati mwingine, kwa sababu wao kila siku wako shuleni, mambo mengine nilikuwa siyajui, lakini wanafunzi hao hata usiku walikuwa wananifundisha. Nashukuru Mungu. Aa, yani, haja, yani hajasababisha shida yoyote ile katika chumba cha mtihani, kwa sababu wengi unaelewa kwamba hajasoma ni muda mrefu hajapitia mambo, kwa hiyo ningetarajia kwamba huenda angeleta usumbufu, lakini sijaona. Mzee alitulia akafanya mtihani. Ametupa somo kubwa kwamba ametufundisha pia na pia, lakini ametuaminisha ya kuwa elimu haina mwisho. Pamoja na ndoto yake kutimia, bado mzee huyu ana matamanio yake binafsi. Lengo sana mimi ni kuwa mfanyabiashara, niweze kujua hesabu za biashara, ambazo biashara yangu itaenda bila matatizo, kwa sababu nitakuwa nimeelimika kimahesabu. Ni takribani watahiniwa wanane wa elimu ya watu wazima ama mfumo usio rasmi, akiwemo mzee Steven Lameck, ambao wamefanya mtihani wa kidato cha nne katika shule ya sekondari Rungwa. Mwanaidi Waziri, Azam News <mulia>